refreshment na sasa inapatikana kwenye chupa inayorudishwa kwa ujazo wa mililita 330 and yes ondoa shaka ladha ni ile ile tunayoipenda haiuzi kwa wenye umri chini ya miaka 18 drink responsibly mkuu wa chuo kikuu cha mchongo pesa profesa michongo anakukaribisha kujiunga na kozi maalumu za kumudu changamoto za januari kwa buku tu kwani kupitia tiketi yako utatunukiwa cheti kwa zawadi za, za daraja la tatu, huku diploma zenye zawadi za, za daraja la pili, pamoja na digrii la mchongo aka kiboko ya Januari zilipo zawadi nzito za, za daraja la kwanza. Vyote ni kwa mnyosho wa buku tu. Profesa anasistiza 2026 ni mwendo wa kumwaga mamilioni tu, jisajili sasa kwa buku tu kwenda namba kampuni 321333 kumbukumbu namba Hairuhusiwi chini ya miaka kumi na nane. Uchezaji ni kiasi. Digiri la mchongo Fu -fu -fu -fu, pia joho nyoosha. Siku zote raha ya lugha ya Kiswahili ni pale unapozungumza kwa ufasaha, huku ukiwa unaelewa vyema udadavuzi wa baadhi ya maneno kama anavyopigwa msasa na Oni Sigala ambaye ni mhariri mwandamizi kutoka Baraza la Kiswahili nchini. Linaonekana kama ni jambo la kawaida lakini linakosewa mno pale mtu anapoambiwa ajitambulishe, jina lake utasikia mimi naitwa fulani fulani fulani. Mimi ningefikiri ungesema mtu huyu anajitambulisha anasema, kwa majina naitwa fulani fulani fulani, lakini nadhani katika kujitambulisha, maana yake unapaswa kutaja jina lako Fil Mwihava au Oni Sigala, lakini wewe ni nani? Ndipo naposema jina langu ni fulani fulani fulani. Sasa wapo, na udhani ukisema Oni na pia ukasema Sigala, basi hayo ni majina hilo ni jina tu, na kwa kawaida ya mtu mmoja na jina moja, hata kama yana mfululizo wa hayo e, anayoyaona yeye majina manne, lakini hilo bado ni jina moja. Philip Clement Mwihava, majina matatu au jina moja? Hilo ni jina moja. Kwa hiyo kwenye kujitambulisha, jina langu ni moja mbili tatu, naitwa fulani. Kuna hiyo dhana pia ambayo kwa kweli imeshakuwa na mashiko lakini kwa kawaida mtu akiitwa anapaswa kuitika. Huwa unashtuka ukiona watu wenye nyadhifa mbalimbali wakianza kujitambulisha kwa hivyo, kwa makosa mengi sana na kwa nini unashtuka? Unashtuka kwa sababu nashangaa mtu kwa nafasi aliyonayo anaposhindwa kuelewa kutumia baadhi ya maneno ambayo e, yalipaswa kuwa somo lilipaswa kuwa somo zuri kwa watu wanaomsikiliza mm. Nam na, nitahakikisha na kusababisha wewe kuwa mlumbi mzuri tu wa kuzungumza vyema lugha ya Kiswahili kadiri siku zinavyoenda, lakini unaweza kuniandikia kwenye mitandao ya kijamii nitafute kwa jina la Philip Mwihava.

Of course, HD. Jahazi HD hii hapa on your radio mpaka tatu za jioni, na tuko mtu nne ndani ya track moja. Shout out to our lovely sister Vero, yuko karibu na George Baltazari Mwandambo Bantu <laughs> lakini anawaambia tamuhamisha hapa akae, okay, maeneo haya hapa, sababu <laughs> kaka yetu <tutu> tunamfahamu au, <laughs> vipi, <laughs> bwana. <laughs> <laughs> Bidia ndio ndio, sasa ndo <laughs> kwenye toolbox toolbox. Dunia inaenda speedy sana hivi sasa kiasi kwamba kina Hans kana kina Ivan na mavideo directors wengine inabidi wakae kwa kujiangalia vizuri sana, sababu teknolojia ni ya speed mno, kiasi kwamba unaweza usijue picha hii ni picha ya kweli ama ni AI. Hii ni AI au picha ya kweli? Mbona kama mbona kama ngumu kutofautisha. Mtaalam anatusaidia anatuambia, ni kiasi gani teknolojia imeongezeka, imekuwa na kuwarahisishia madirekta kazi yao kuwa rahisi zaidi. Ndani ya jahazi HD, karibu. Kwa majina anaitwa Danielsan uh, nafanya kazi kwenye kampuni ya inaitwa hek kwenye upande wa v. Teknolojia imekuwa sana hasa kwenye upande wa wenye videografi mambo ya AI teknolojia imekuwa sana, kwa sababu zamani ilikuwa ni ni kazi sana kufanya kazi kwa haraka like inakuchukua muda mrefu mtu kufanya kazi, inachukua muda mrefu sana mtu kuderiva kazi fulani, lakini kwa sasa hivi teknolojia imerahisishia AI, matumizi ya AI inarahisisha kazi. Hata software ambazo tunakuwa tunazitumia sasa hivi zimekuwa na AI aa AI laina imekuwa e kwenye hizoo kao inakuwa ni rahisi kuh ya kudeiv kazi au kufanya kazi zinazotuhusu. Kuna kamera sasa hivi zimekuwa kamera, zimekuja zimekuwa zina ubora mkubwa, halafu zina gharama uh, na tu ukikompea na zamani like, kamera inakuwa jamani ilikuwa ni gharama sana kumiliki hata uh, kifaa lakini, sasahivi unaweza ukapata kifaa chenye ubora uh, mzuri tu na kugharama nafuu na kinakusaidia kufanya kazi kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni kwamba vitu vingi sasa hivi vinavyotoka sasa hivi vinakuwa vimewekewa AI. Inasaidia mendi kwenye mambo ya kwenye mambo ya piga picha, mambo ya video. Kwa mfano, kichukulia mfano, zamani ni lazima ulikuwa ubebe kamera, ubebe setup yako, ubebe kastendi, ubebe kamera, uweke lenzi ili uweze kurekodi au kuvirekodi ukiwa unafanya vlogging lakini sasa hivi kuna kifaa kama ni kadude tu kadogo, kama kasimu tu, unajishuti mwenyewe, kuna kana, kanaweza kakafanya, kakatumika kama kamera, kakatumika kama kamera ya kawaida, kakashuti, kakashuti, so imekuwa imekuwa ni kamekuwa ni kitu ka msaada kubwa sana kwa watu mbalimbali wanaofanya production, hasa ukiwazungumzia watu ambao ni content creators. Ni tofauti na zamani, ilikuwa sasa mpaka uchukue kamera, uweke lenzi, uweke stendi, uchomeke kwenye stendi, ujirekodi hivyo. Lakini ile unaweza tukaweka mfukoni, ukatembea nayo, ukaitoa, ni kitu ambacho ni unachukua na kuwasha na kurekodi umemaliza kazi. Ukuaji wa teknolojia au hasa nikiongelea AI imekuwa ikileta hofu kwa vijana uh, wengi kwa maana ya kuwapa hofu kwamba inakuja kuwa lakini so ni kwamba tu watu wameijua AI kama ni kitu ambacho kwa kwa AI, kumbuwa kumbuwa kitu ambacho kinakuja kuwa lakini, hawajaijua AI katika mtazamo wa kwamba ni kitu ambacho wanaweza wakitumia kufanya kazi yao ikawa rahisi. So I would say no, kwamba hiyo notion ya kwamba teknolojia kukua imefanya watu wakosa kazi, hapana. Kwa sababu pamoja na teknolojia kukua, bado kuna kazi ambazo lazima utahitaji mtu wa laiti, uwezi ukataka ushuti mwenyewe, ufanye nini mwenyewe nye inawezekana, lakini itakuchukua muda. Lakini kwenye swala la teknolojia ni namna gani ambavyo wao wanaitumia, sio kwamba umekuja ku, hapana, bado bado bado predict labda miaka 200 20 inayokuja. Kwa hiyo yeah, madirector, kazi bado mnayo, muda mrefu ipo. Shukran sana kwa Flying Fish ambayo amesababisha toolbox kwenye Jahazi HD right now eh. Yes na kikubwa zaidi pia tukupe habari njema kutoka Star Times. wanatuambia lipa tukubusti zaidi hii ni kubwa zaidi. We kwa, kwa we mteja wa StarTimes ukilipa kifurushi chochote kwa mwezi mm, basi utabustiwa kwenda kifurushi cha juu yake mwezi mzima, na hii ni mwezi mzima bure, huku ukiendelea basi kufurahia ligi zote pendwa kama Carabao Cup, La Liga, Bundesliga Copa del Rey pamoja na Saudi Pro League. Mm, hizi zote yani, kikubwa zaidi, jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo ili upate dikoda ya antena pekee kwa shilingi elfu ishirini na tano tu za Kitanzania, lakini huku ukilipia kifurushi cha mambo ambacho ni shilingi elfu kumi na saba tu za Kitanzania na ubustiwe kifurushi cha juu yake cha uhuru ambacho utakitumia mwezi mzima bure, na dikoda ya dish full set kwa shilingi elfu hamsini na sita za Kitanzania, huku ukilipia kifurushi cha smart cha shilingi elfu 23 tu za Kitanzania, ubustiwe kifurushi cha juu yake cha super ambacho hiki utatumia pia mwezi mzima bure. Hii ni Star Times, lipa tukuboost zaidi mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Uh, news flash inafuata right now saa mbili kamili. Barukani yuko tayari kwa ajili hiyo. Jahazi HD, tuko hapa mpaka saa tatu usiku. Hili ndiyo Jahazi HD, Jahazi HD. Hey, vipi kama nikikwambia kuna bia moja amazing, yenye flavor like no other. Tunajua for years and years, bia lovers wametafuta bia ambayo ni perfectly balanced kwenye flavor na refreshment. Wengi walisema it'll never have it. If you think you have the best, then flow nao tu. Na ujione the amazing flying fish ambayo sasa inapatikana kwenye chupa inayorudishwa ya mililita 330. Wow. Kujaya kuteste premium flavored bia kama hii. Kweli, ni bia ya kwanza ya aina hii ina mchanganyiko fulani hivi wa kipekee wenye lemon. lemon lemon. Ni ni fruity fresh na na ni kama lemon na na na imejazwa na ladha. Kama beer. Beer. Kiburudisho ambacho unaweza kuenjoy anywhere, home own, kio, out na friends. If you you didn't know, now you know. Now mwenyewe. Flying Fish, a a unique blend of premium flavored beer. And pressed lemon for a real refreshment. Na sasa inapatikana kwenye chupa inayorudishwa kwa ujazo wa mililita 330. Ondoa And yes, shaka ladha ni ile ile tunayoipenda, haiuzi kwa wenye umri chini ya miaka m Kimani. Drink responsibly. Una kifurushi cha nyota? Una kifurushi cha mambo? oh oh. Wale wa Super. Lipa tu kubusti. Welipa kifurushi chako cha mwezi mwezi. Lipa tu kubusti. Msimu huu wa sikukuu tumewaletea tena Star Times, tunakuambiaje, lipa tukubusti zaidi. Ewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi elfu kumi na moja kwa mwezi mzima, tukubusti kwenda mambo mwezi mzima bure, na ukilipia mambo kwa shilingi elfu kumi na saba tutakubusti kwenda uhuru bure. Huku ukilipia uhuru kwa shilingi elfu kumi na tatu utabustiwa siku tano zaidi bure lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi tutakubust mpaka smart mwezi mzima bure, na ukilipia smart kwa shilingi 23000 tutakubust kwenda super bure, huku ukilipia super kwa shilingi 38000 utabustiwa siku tano zaidi bure. Star Times, lipa tukubust zaidi. 88.5 Clouds FM, Pwani, hili ndiyo Jahazi HD just, just,

26. Nyoosha. Kuna mambo mawili tu yenye uhakika muda huu, pumzi unayovuta na hiki unachokisikia sasa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahakikishia wananchi kwa serikali tawalipa fidia wananchi wote waliopisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na baraza la usalama la umoja mataifa limeingiwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wa Venezuela baada ya kutekwa kwa kiongozi wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Kwa undani wa haya na mengine mengi, karibu jiunge nami katika news flash jioni ya leo, mimi nimbarukukana <muchos>. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amehakikisha wananchi kuwa serikali tawalipa fidia wananchi wote waliopisha utekelezaji wa mradi wa maendeleo katika maeneo yao. Dr. Mwinyi amesema hayo leo kwenye ufunguzi wa barabara ya juu flyover ya Mwanakwerekwe iliyoko mkoa wa Mjini Magharibi, ikiwa ni shamra shamra za maadhimisho ya miaka sitini na mbili ya mapinduzi ya Zanzibar. Mwinyi ameeleza kuwa tayari serikali imeunda kamati maalum ya kufanya uhakiki na tathmini ya fidia katika maeneo ilipopita miradi kwa lengo la kuhakikisha kila mwananchi analipa haki yake anastahiki, Hakuna anayedhulumiwa tuwe tayari kupisha miradi ya maendeleo na serikali itatoa fidia stahiki. Ndugu zangu, leo tukisema kila mtu asikubali kuondoka, hatutendei haki nchi yetu. Maendeleo haya ni ya wengi, si ya mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja akisema mimi, wote wamekubali kupisha barabara, mimi sitoki, hata kwa, hatutendei haki, kwa sababu barabara hii ina manufaa kwa jamii nzima. Lakini mtupe nafasi ya kuleta miradi ya maendeleo siwe kikwazo cha maendeleo katika nchi. Kwa hivyo, natambua kwamba kuna watu bado wana malalamiko kuhusu fidia, na wapa ahadi, tumeshaunda kamati ya uchunguzi wa fidia, kila mtu atapata haki yake. La tatu, na hili nimekuwa nalisema mara nyingi, napenda nirejee tena, nawasihi wananchi wasijenge kwenye hifadhi ya barabara, kwa sababu hifadhi ya barabara tunakusudia kupitisha huduma, huduma ya maji, huduma ya umeme, huduma ya intaneti hata njia za kutembea watembea kwa miguu tutazipitisha kwenye hifadhi ya barabara. Kwa hivyo, tafadhali ni sana nafasi hizi zisijengwe. Leo tunaona nyaya zinapita juu, hatutaki manyaya haya yaonekane juu, tunataka nyaya za umeme ziwe chini. Awali waziri wa ujenzi na uchukuzi wa Zanzibar Dr. Khalid Salim Muhammad amesema utekelezaji wa miradi ya maendeleo ni sehemu ya mageuzi ya kiuchumi kwa maslahi mapana ya taifa uliahidi kwamba utafumua mfumo mzima wa barabara za vijini na vijijini, na uliagiza kwamba hutaki kuona barabara inajengwa kwa kiwango cha kifusi. Mheshimiwa, ahadi yako hiyo imetimia. Barabara zote sasa hivi zinajengwa kwa kiwango cha lami na za ubora wa hali ya juu mijini na vijijini, unguja na Pemba. Wananchi wote mashahidi kwa hilo, lakini pia uliahidi kujenga flyover mbili ili kuondosha msongamano, na hizi ni kwa kuanzia tumejenga Mwanakwerekwe na Amani, inaendelea na ujenzi. Leo tunaifungua ya Mwanakwerekwe. Ni alama kubwa sana katika nchi yetu ambayo umeiweka wewe. Hii ni historia na haitofutika tena, Mheshimiwa.